A shemeji, we shemeji, yeah. kwa nini shemeji yangu ananikimbia? kuna nini mpaka mtu anakuogopa? Namwita na ananikimbia, shida nini? na anajua kwamba nimeenda kumtolea posa dada yake. Sasa ananiona na ananikimbia. Hapa lazima kaa na jambo hapa. Naona mtu awezi kukimbia tu, vipi Nitajua. Mama, mi nilikuwa nakuja kwenu. Basi sijui dada yako yupo? Dada yupo. Ulikuwa na shida gani? Ah, nilikuwa nakuja kumpa tu taarifa kama udugu wetu ukiitwa naolewa kweo, nilikuwa namwambia kachwe sale mahali ya huyo kitu kakake kaenda kuchezea kamari, alafu si tumefanya hivyo? ndo nini namaanisha, tumekula wewe, ujui kula jamani, iko kama ulikuwa ukijui, basi ndo kimeshatokea ndo, oh, ndo hivyo mwanangu, niacha niwai zangu Shemeji we acha, nimetoka nyumbani kwako kule, nimeona mkeo kanguka chini, damu zinamtoka masikioni mpaka puani hadi machoni, nimeugwa acha. Yani mi nakwambia, bai za mkeo yani we unatabasamu unacheka kwelishasaidi mimi ndio nimemsaidia, lakini yule ni mkeo wewe. Na mimi nimemsaidia kama mwanamke mwenzangu, na mimi nataka nikuulize swali. Au yule mwanamke umelazimishwa kumuoa kwanza? Sasa wewe kwanza, kama ushamsaidia, basi natosha kwa tatizo. Achana na mimi wewe. Au kwa hiyo unaona mimi, pole sana. Makubwa watu wa ndoa zao Mwanangu, menda kwa bibi yako leo, umpa taarifa ya shughuli yako saba bibi ako nakuta uende. Sasa nimekuelewa mama ko, niende lini? Naenda hata leo. Basi sawa mama, nikimaliza kupika, nitaenda kwa bibi. Usichelewe kwenda mwanangu. Usijali mama angu ani mama bibituk mi oktasikijii kwa kweli, lakini endanda kumsikiliza huko huko, hmm. So, Kaka una taarifa. taarifa gani? dadako kule ameanguka. Mimi nilienda na mambo mambo yangu mimi, kuna kitu ntaannda nikamwambie. nimeenda pale nimemkuta mtu kaanguka tugafa chini <fit> ameanguka. Eh, ameanguka umemwachaje? Nimwacheje? Nimemkokota, nimemwingiza ndani, nimekutana na mumewe, nilichomwambia anajua mwenye alichonijimi. Mimi nashukuru kwa kunipa taarifa, haina noma. Basi mimi nitalifanyia kazi ili swala basi. Sawa, siku nyingine kitachojiri tutajulishana. Basi sawa, acha niende, nasikia tetesi kidogo

Unataka kuolewa kwenda Berlin na shuru? Kama milizika sawa, Sana nimepolewa bibi. Asiye tena ulalatike, unaenda Unaenda ukatakuta bwana wangine na kibidi na mume. Sisuti aibu. Kwa hiyo hapa mamambo ya zamani yote waachane naye. Weka pembeni, uko ufuate mume. Tukani meolewa nimeachika kwa babu yako. Paka mnazeeka wote, paka mnapata wajukuu, paka wajukuu wamezaa. Na wamekukuta, kwa hiyo tugombane tufanyaje? Tuko pale pale na wewe tena unalatika, unamwacha mumeo ndani, unalatika unatafuta bwana wengine. Sasa bibi, mimi nimekuelewa. Aishe tena nisikusikie tena, sio utoke huko, nikipita kwangu mimi nakusukumia huko. Mimi nimekuelewa, unanielewa? Ndio. Na sasa hivi nyinyi hamuelewi anaposema mzee, anaposema mzazi, baba amuelewi tu, nafata leno hapo kama sisi wa bibi, unakisema nini? Sawa bibi, nimekuelewa ila, usikose kuja kwenye shughuli yangu, somo wangu na mimi amnau. Aya, sawa basi, amna mm. Bibi yangu bibi, mimi nakuaga, naondoka nyumbani Aya, karibu tena upika, upika, kunyo, una pipiazo, una upika na kuja kuniona bibi yako, wote na mumeo <laughs> Aya, sawa. Afadhali nyumba nimekukuta, maana nimepata taarifa kwamba dada amedondoka, anatoka damu puani. Dada kwa amedondoka? Hizi nani sasa, e, ameniambia Lailati. Mpaka sasa hivi atakuwa sehemu gani? Atakuwa yupo nyumbani kwake, maana yeye amemsaidia tu, amemweka ndani kwake, ndio wakaja kutoa taarifa kwa majirani. Mumewe taarifa anazo? Alivyosema mumewe taarifa kampa, ila mumewe hakutaka ushirikiano wowote wote. Basi mjomba, sawa, kama ni hivyo mami. Shindwa kwenda peke yangu, si unajua tena, mimi mwenyewe mwenyewe bado mtoto. Kwa hiyo nivosikia habari z za damu hizo, nimechanganyikiwa yani, Selei, kama tunaenda wewe, twende. Sasa wewe unaenda nyumbani, kandea mazingira, habari za huko zote niachie mimi, mi ntakwenda kumchukua. Sawa mjomba.

shoga yetu anaolewa, tuachague sare, yaani shanivuga mpaka sasa hivi, shoga yangu. Kwa hiyo na maana amekupa nani? Kanipa mdogo wake, rafiki yetu hmm. sawa nimekuelewa. Kwa hiyo namaana ni Sere ameamua kunificha mimi. hawezi kukwambia wewe sababu, anakuogopa pia, amogopa baba yenu. Kwa hiyo ndio habari, ndio hiyo shoga yangu

Mume wako yuko wapi? navyo vilivo walipoenda. Basi nyanyuka kuondoka nyumbani, mume wako akisha rudi atakufuata nyumbani. Sawa mjomba.

Mpunga nini, nikaona bila kushoto, lakini hapa nilipo na mawazo na stresi kichwani yani. Baba sikusimwambia au jamwambia? Kwa kweli baba, sijamwambia. Nikimwambia atafoka sana, baba ninapomjua asala nabidi kumwambia kuliko kuficha ficha kama matatizo mengine. Anangu hey, sinikwambie nini, nashindwa kumwambia mawili kuniparazi au kunitumua pale kwake, kwa sababu nakuambia babako. Mimi tena kuongea naye anaonekana mgopa, lakini sasa inabidi upaswe kufanyaje kumweka wazi kwa sali maana yake niachie mimi tena kuongea naye, lakini ga majibu ndio je kukufishia. Sawa, samahani, nilikuwa na mazungumzo naye. Mazungumzo gani? Mazungumzo yenyewe. Eh, eh. Kaka, samani, sina muda wa kupoteza. Nataka niwahi kazini. Nataka mimi nikija kazini huko napata muda wa kuongea nawe. Ndiyo basi, sawa, twende. Ana nini ule kijana? Hii si kawaida yake hapa. Bila shaka liko neno, liko jambo. Sasa nitamuuliza. Nambi na nini si kawaida wewe? Vipi, mbona umesimama? Tarajio, naenda ofisini huko. Ndo ofisini eh? Hapo ndo ofisini kwangu.

Mbona mashemeji, zangu leo mmepoa le? Ganzi tu apanye. Apelewa. Ganzi kivipi yani? Chongo hela, mchongo nini? Mbona siwaelewi? Mchongo, tokea asubuhi hapa hatuelewi. Tupo kama watupo, ila tupo. Vipi mkuje na mchongo? Ah, naona mkuje na mshamba maskani au vipi? Ah, huyo sio mshamba. Bali tu nimemleta boss. Tunajua hapo ni mimi na Kaba, mnalalamikia toka asubuhi ya mjara nini? Kwao, nimekuja na boss hapo, kama mtadili naye, dili naye, maisha yaende. Wewe, sema nakuja ofisini eh, ofisi ndio hii, afu nkuja jumba bovu nini? Ndio namna gani sasa? Ndio mchongo gani sasa? Shida yako jumba bovu au shida yako ofisi na ufanyia kazi? Shida yangu mimi ofisi naifanyia kazi. Ndio ofisi hii? Sio ofisi kwa, ah, ofisini kwangu ndio hapa. Ofisi ndio hii kweli? Yani hii ofisi umeona? Hii ofisi, I ofisi. I ofisi. I ofisi.

Sasa baada ya kuniuliza mimi nimemtoa wapi, hata nikimtoa mapolini huko nii, kani simmeka hapo, mmeanza kunalamikia shida hela. Nimekuletea ni mteja, mnaanza kunalamikia ee, ofisi hapo. Wamwanangu sio kesi, ona Huyu ana matatizo gani? Mbona kwa kila akiniona mimi tu nakimbia hivi nakimbia hivi na matatizo gani huko kwa huyu? Usikuja uvunjike miguu. Asiye kwa kweli watu wafupi atakuwa na matatizo, huyo atakuwa na kurudi kwa Kongo. Kwa sababu ni sio yona kapitisha mwenye